AM Online TV. Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan. Ya Rabbi mwepushe na hasidi. Ya Rabbi mwepushe na hasidi. Ya Rabbi wanaokusudia kufanyia mabaya. Ya Rabbi wanaokusudia kufanyia mabaya. Mikono juu wote, mikono juu wote. Amin. Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Tunakuomba. Tunakuomba. Sisi wa Ya Ya Ya Rabbi Rabbi Rabbi. Matakwa matakwa yako yako wewe. wewe. Tunakuomba Tunakuomba Mola Mola wa wa haki. haki. Ya Rabbi. ar Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Wanaokusudia mabaya. Kinge na mashetani wabaya. Kinge na mashetani wabaya. Kinge Kinge na na majini wabaya. Kinge na majini wabaya. Kinge na fitna wabaya. Kinge na fitna wabaya. Kinge na Ya Rabbi, Ya Rabbi, tunakuomba Mola wetu. Tunakuomba Mola wetu. Nyanyua mikono juu. Nyanyua mikono juu. Nyanyua dua kwa rais wetu. Tunakuomba Mola wetu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu. Anayokusudia mabaya. Yule rais wetu. Ya Rabbi, waangamize wao.